Vita vinakuja ila vita vitakavyopiganwa vya the next phase, jamaa wamejipanga. ali aliongelea kwamba walivyoenda kumtoa sadamu madarakani haikuwa ni nchi moja, ilikuwa ni nchi thelathini na tano. Kwa hiyo it's the same thing. Kinachokuja kufanyika dhidi ya Iran kwenye vita vinavyofanyika kutakuwa kuna nchi kadhaa zinazo zikafika zaidi ya kumi zitakazohusika kumshambulia Iran kwa sababu ehe kwa sababu uh, Israeli alijaribu kupambana yeye menialoni na mwirani, kaona hamwezi. Kwa hiyo amekuja na strateji ya kuleta wengine. Sasa hivi ndo ninachoamini mimi baada ya kupata information zingine tofauti. Haikuwa bahati mbaya kumshambulia mwa, uh, uh, Qatar. Ile ilikuwa ni master plan imeandaliwa makusudi kwamba ashambuliwe Qatar kuwe kuna mtafaruku, alafu Marekani aingie mkataba maalum kati yake yeye na Qatar kwamba yoyote atakayemshambulia Qatar atakuja kumsaidia. Hii yote ni master plan ya kumdraw in Marekani katika vida directly dhidi ya, ya Israeli, kwa sababu watakapoanza kupigana kuna tenka za kutosha sasa hivi tunavyoongea, zimekuwa moved kwenda ndani ya Qatar na kuna bases za Qatar, actually base kubwa za Marekani katika Middle East ziko Qatar. Tuliona last time kwamba kwa sababu ya Marekani kumshambulia Iran, Iran alijibu mapigo kwa kushambulia base ya Qatar. Sasa inachomaanisha ni nini? Vitakavyoibuka vita na kukatokea mashambulio ambayo yametokea ndani ya Qatar kwenda uh, kwa, kwa Iran Iran akiritaliate. Kwa hiyo wameshaandaa pretext kwa sababu ya kumuingiza automatically Marekani katika vita hiyo. Ni cha kwanza. Cha pili inahitajika inahitajika. Okay, nitakuja kwenye upande wa theoloji lakini uh, kuna ishu ya Masjid al Aqsa last time tulivyokuwa hapa nikaongelea kwamba kuna viongozi zaidi ya mia mbili na hamsini mwezi ulioisha walienda Israeli na wakaenda wakazuru. Kuna matunnel ambayo yanachimbwa chini ya Masjid Aksa, na tukasema kwamba the red heifer ameshachinjwa na sacrifice yake ishafanyika. Kinachotakiwa sasa kun, ni kujenga the third temple. Kitakaponuka kati ya Israel na Iran Israeli ni rahisi kuishambulia Masjid al-Aqsa, alafu akasema ni, ni Iran wakati ya kutushambulia sisi ndo kaishambulia Masjid al-Aqsa.